Polisi huko Kirinyaga wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio la wizi katika Kanisa la ACK All Saints eneo la Gatwe. Majambazi walivamia kanisa hilo, na kuiba mali ya kanisa na hata kunywa divai na mikate ya sakramenti. Wafanyikazi wa kanisa la ACK, All Saints eneo la Gatwe wamesalia na mshangao walipofika kanisani mapema leo na kupata mlango umevunjwa. Wahalifu walivamia kanisa hilo na kusababisha uharibifu mkubwa. Waliingia kwa ofisi wakachukua wine, chupa tano, halafu wakaingia kwa kanisa wakachukua screens ambazo huwa tunatumia wakati wa service na pia walienda strong room wakachukua mixture. Inakadiriwa kuwa mali ya dhamani ya zaidi ya shilingi laki saba iliibiwa. Hii siyo kitu ya kawaida, na ombi letu ni wakaweze eh, kubadilika wakanjirudi wakaone hayo matendo ambayo wametenda, siyo kitu ambacho kinaweza kufurahisha Mungu. Tukio hilo liliripotiwa na mlinzi wa kanisa. Mlinzi huyo alipatikana akiwa amefungwa kwa kamba ndani ya kanisa na alikaa humo kwa saa kadhaa kabla ya kuokolewa na kupelekwa katika zahanati ya karibu kwa matibabu. la laptop, na vitu zingine ambazo ni ndogondogo hivi, alafu wakaenda kwa kazizi wakaiba, kulikuwa kuna pesa na divai na hata kibuyu ya watchman ile ilikuwa na chai aliweza kubeba. Sijaifikiria hivyo na nikaambia Mungu atuonekanie, kwa sababu hii kitendo si nzuri, na hao watu wenye wamefanya hivyo ni raana, wanachukulia watoto wao na hata familia zao. Tumeonelea sasa wamewacha kuimba huko kwa kijiji, sasa wameingilia makanisani, juu sasa hapo nikusema hii maneno sasa imezidi. Kisa hiki ni cha tano kuripotiwa katika kaunti ya Kirinyaga chini ya miezi mitatu. Miriam Nyambura Runinga ya Citizen.